Ili kuweza kufanya activation ya Kiyabo app. Cha kwanza lazima uwe na file ambayo utatumia kwa activation. Unaweza kwa text file au INI file kwa ajili ya ku load hizo configuration na ku activate. Itakuwa imebeba shule na mambo mengine ambayo yatahitajika yata kwa activation kama either ni paid, trial, demo na kadhalika. Kuna utakuwa na file then utakuwa na application yako umesha ya install. Tafungua na kuperform login kwa kwa mfano kama hii account hii, maana yake kwa sasa imeshakuwa trial. Uh, muda wako ushapita, kwa hiyo login with limited functionalities, na baada ya login inabidi nikufanya activation ya kubadilisha jina la shule, jina la shule na mabadilisho utafanya. Badilisha hili maana yake tumeshaweka button mpya na, na, ya activation na customization maana yake utabonyeza hii, jina la shule liko hapa, lakini kama liko sehemu nyingine, kwa hiyo kama utakao tumia hili utakuwa na uwezo wa kuiruhusu

then tab kulibonyeza. In fact file yenyewe ndani yake ime contain numbers ambazo ndo zitahusika kwa ajili ya activation. Kwa enter bonyeza okay. mm -hmm, itasoma the setting file was loaded into the database successfully. Kwa school name ni hiyo na kadhalika, ni chabu bonyeza okay. Nategemea itabadilika jina la shule, na its paid version itakuwa imebadilika pia. Kwa hapa kila kitu kiko sawa, unaweza ukaendelea na hizi. Remain logins tabaki kuwa mia moja siku zote, haziwezi kupungua wala kuongezeka. Kadi unapotumia kuitabaki tu kama namba. Asante.